Kwao. Kwa mimi nilichofarijika, goli chache tulizofungwa <tipa> na tumecheza mpira mkubwa. Wale wa Arabu hawaamini kilichotokea, hawaamini mpaka sasa hivi, hasa mashabiki wao, na naimani kabisa, nachoomba tu wana Simba izangu. Lupaso kuwe na nyekundu tupu, kusiwe na rangi aina yoyote. Uwe nyekundu tupu, tushangilie mwanzo mwisho, tukopi na kupesti kutokana na mashabiki wenzetu wa Simba Sports waliopata bahati ya kwenda Moroko. Tumeona jinsi walivyokuwa wakishangilia, wameshangilia mwanzo mwisho ile ndio tunavyotakiwa Simba Sports watu wote tushangilie kwa staili na imani kabisa. Kipindi cha kwanza tu tutakuwa tayari tushamaliza shughuli yote, kipindi cha pili tunafanya kuhesabu mipasi kama kawaida yetu. Kaka yangu basi milioni, kwa matokeo ambayo Simba wameyapata, unahisi ukiwapa uki ushauri wa aina gani watakaporudi nyumbani waweze kupata ushindi katika mechi ya pili? Kwanza changamoto zinazozungumzwa ni nafasi ya ushambuliaji, lakini pia kwa nafasi ya mabeki. Wewe hili umelionaje na unatoa ushauri gani ili aweze kurekebisha katika maeneo hayo? Tuongeze umakini, tuongeze umakini na tuendelee kushambulia. Mimi sipendeleagi mara nyingi kumwingiliaga mwalimu, lakini kwa hili naomba mwalimu anianzie Joshua Mtale SGR. Naona sasa hivi feni liko upande wake, japo sipendagi kumwingiliaga mwamuzi. Nani kocha? Kocha sipendagi sana kumwngiliaga upangaji wa timu. Naona kabisa Joshua Mtale mechi inamuhusu inamusu kabisa na wale nabidi tuwakimbize mwanzo mwisho, waijue Lupaso ni sehemu aina gani, tuwapeleke pumzia moto. Naimani kabisa pasi na shaka, na yote tutapata matokeo na tutanyanyua kwa kelele nyingi. Ambazo lia zinasikika ni kwa Ateba kwamba hakupata nafasi ya kufanya Simba dakika hawajapata simbawamechezadakika on target, unaweza kuona hii ni changamoto ambayo Simba mbayo Simb hususan kipindi cha kwanza na chapili, ndio mpira jisi. Kuna moja tuliona ulipigwa kama alipiga cross nafikiri situ alikuwa Kapombe akachelewa kidogo kufika. Ikatokea kuna moja aligeuka, kapiga jamaa, kaigonga ikawa imetoka kona, vinginevyo walikuwa nakula nondo lenaingia nyavuni. Ndio mpira ulivyo, ni wachezaji wetu, tuendelee kuwapasapota. Mimi na imani tutafanikiwa, pasi na chaka naote kakaapasi eh, belkani wanajua wanapokuja Tanzania, historia ya Benjamin Mkapa wanaijua, ndio maana wakawa na pushi at least kupata mag eh, magoli matatu, ndio manake wanajua wanajuwanacho wanatujua Simba ni timu ya aina gani. mm. na sio wale peke yao Waarabu wote kaskazini sisi tushaikamata, tushaiblock kwa sasa hivi. mm. yaani sasa hivi kaskazini zamani sisi ndio tulikuwa tunaogopa wao, sasa hivi kaskazini yote inaogopa Simba Sports. Afrika Mashariki na kati na Afrika kwa jumla wanajua kabisa kwamba Simba ni timu ya aina gani. mm. wa kila Mwarabu ukimwambia bwana unacheza mm. na Simba amini. eh. Berkani wenyewe wanajua kabisa kwamba kombe tayari washaliachia. na ndio maana target yao walitaka mechi waimalize pale pale kwao. mm. lakini Mungu Bwana sio baba aziza Goma haijaishia pale pale. Kwa hiyo mm. mi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hizi goli mbili walizotufunga, mm. na imani kabisa kwa mwalimu wetu Fadlu Davids Guardiola mwembamba uh -huh. pale lupaso uh -huh. na mashabiki wenzangu wa Simba Sports jinsi uh -huh. inavyowajua uh -huh. vaibu letu uh -huh. mikoani, watu ndio wanakuja kila mkoa wanakuja watatujua ba -ba. Kwa, kwa nini suli, tulikuwa ubayo bwela? Eh. na suganietu ya ubayobwela basi umengangania Benjamin Mkapa light mechi inapelekwa eh, kule Zanzibar itamiasiri kwa namna moja ama nyingine. Ha, itategemea kama watakavyoamua aina jinsi mm. lakini Simba Sports mimi ninavyoiona hii hapa mm. hata wakituambia tuende Gaza mm. wakituambia tuende Russia mm -hmm. wakituambia tuende Ukraine mm. tunaenda kupiga mpira kama kawaida kakangu, pasi na shaka, na yote kikosi tunacho, kikosi kina uwezo wa kukupa matokeo sehemu ya aina yote, yeah. wewe mwenyewe nafikiri uliona mm. Moroko kama kwetu kwao, kama kwetu sisi wenyewe, wameona na waamini kilichotokea mm. walilotajia sio ile walilotegemea mm. Hii ndo Simba blaza, ukubwa wa Simba ndo huu hapa, wanasimba mm. tuna enjoy pila letu la Simba Sports sasa hivi. Ah, wana Simba tuna enjoy bro. wazee wa aeroplane sisi hatuna masiala eh. Bas milioni vibe la mashabiki wa RS Berkane umeliona. Mara nyingi zaidi mashabiki wa kitanzania huwa wanasubiri kushangilia kwa matukio, unadhani kuelekea hii fainali nini mashabiki wenzako mfanye ili kuwapa hamasa zaidi wachezaji? Sipendi ha, kwa kutumia nguvu kubwa sana huwa nakubariji sana mashabiki wenzangu wa Simba Sports. Lile goli la kaskazini ambalo ndio linakuaga sana la vibe, nachoomba wanasimba, lile ndio lile goli letu la vibe, lile goli la upande wa kaskazini kule, wanasimba wote nyuma ya goli tukitumia vizuri dakika 45 ambazo goli kipa hao watakaa upande wetu kule, ile kisawasawa tumewakosa goli nne mapema tu. Hicho ndio nachoomba tu wanasimba, vibe tuendelee. Nampa buku jamani. Shika Sikua kwanza hiyo. Basi baada ya kuongea tutapata maji kaongea point. Basi tuangalie kwa namna ambavyo e, Simba imeingia kwenye huu mchezo. Kelele zilikuwa nyingi sana e, kwamba at least Simba ipate sale ama iruhusu bao moja, ndo nia ya Simba kwenda nchini Moroko. Kwa namna moja au manyengine, Simba imefanikiwa, tumefanikiwa hmm. Tena pakubwa sana, namshukuru sana kocha wetu, tumefanikiwa pakubwa sana hmm. Tulipata nafasi, hatukuzitendea hmm. haki. Ndo mpira jisuulivo, ukienda ugenini hutakii kujiachia sana watakuja kwetu Lupaso, hawatuamini hawatuamini, hawatuamini bro, timu nilokuwa nayo mimi eh, timu hii ya sasa hivi uh -huh. Kwanza siokaukankuvae, hawatuamini mm. Tutakachowafanyia pale Lupaso. Malizia neno la mwisho, Pasi Milioni, kwa namna mbacho kimetokea leo hii, anachoomba tu mashabiki wenzangu wa Simba Sports, ee, tiketi vya VIP tayari zishakwisha mm. Ile platinum imeisha, zile za laki laki zimeisha, zilizobakia zile mm. za elfu saba saba mm. na elfu ngapi mm tukate kwa wingi tuje tuisapoti timu yetu tukiwa kwa wingi, kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu yeah. Tutafanikiwa tuazala, bajaji ndege atufikishi nyumbani wana Simba na naa